Mchaka mchaka wa info za kimtandao tunauanza, mimi ni msanuaji naitwa John Jackson na hii ni Social Buzz. Diamond Platinum zamevunja ukimya na kumzungumzia msanii ambaye kwa sasa mitandaoni amekuwa ni gumzo sana, Hamo Rapper, na hichi ndio choo ambacho Diamond amekizungumza na pia nampongeza pia Hamo Rapper kwa sababu, maskini Mungu, yeye anatafuta riziki. Kama anatafuta riziki, kila mtu anakuja njia yake ya kutafuta riziki. So maskini Mungu amepigana pigana mpaka kupata nafasi tena, ukionekana sasa umsupport au unamkandamiza ina kunamnyong'onyesha na yeye ni wakati wake wa kuonesha labda kipaji cha kikoja na kufika mbali s so majirani wanaoishi karibu na mwanamuziki Chris Brown wamepeleka malalamiko katika vyombo vya dola wakimtuhumu mwanamuziki huyo kwa kutokuwa na maelewano mazuri na majirani wenzake, kwani hata pinde ambapo akiitwa Chris Brown kwa ajili ya vikao anakuwa anakacha. Na kwa taarifa ambazo social media zimezipata ni kwamba polisi wanaendelea kumtafuta Breezy ili akajibu shutuma hizo. Usisahau pia kupitia kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram na YouTube. Mimi naitwa John Jackson Ole!